Yeye anasema vijana wapigwe miguu, sisi tunataka kumpiga risasi kwa sanduku la kura. Hiyo ndio ile ile risasi kali kushinda hii ya kusema watu wapigwe miguu. Wangapi wako tayari kumpeleka nyumbani raundi moja? One touch. Kenya yote imeamua, Kenya yote imeamua, nyanza wameamua Rift Valley wameamua wata huko, Ukambani wameamua wa Masai wameamua. Juzi nilikuwa Kisumu, jamaa anaenda kujifanya wao ndio marafiki wa, wa Raila Molo Odinga, na wajui mimi miaka kumi na mitano tumekuwa na ndugu Raila. Mimi nilipofika kule, hatu wanajifanya wao ndio wanajua Raila watu wa Kisumu wote wameshangaa, hata wao wamejua, wamebaki peke yao kwa sababu ukweli ukisimama uongo unajitenga.